Kwamba uponyaji kwa njia nyepesi, kama anaandika andika, uponyaji kwa njia nyepesi. Watu wengi sana wanatumia gharama kubwa kutafuta uponyaji, kutafuta usi bila hivyo bila mafanikio, lakini kuna njia nyepesi sana ya kupokea uponyaji na afya ikarudi. Itasoma kama tunafika Marko kumi na sita tuanzie kumi na nne mpaka kumi na nane Inasema hivi, baadaye alionekana na wale kumi na moja walipokuwa wakila, akawakemea kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofuka katika wafu. Akawaambia, dedelu limguli mote kahumili njini kwa kila kiumbe. Aaminie na mubatizo atawakoka, asiamini atahukumiwa. Msara kumi na saba ambao ni ule wa saba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya ugonjwa nao watapata afya. Hebu sema, nao watapata afya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu walimwona, alafu walipomwona wakapeleka taarifa kwa wanafunzi au kwa mitume kwamba Yesu ame amefufuka. Wale mitume hawakusaliki hawakuamini. Kwa kucha kwanza, alipokutana nao aliwakemea kwa kutokuamini tatizo kubwa na kutokufanikiwa ni kutokuamini. Ibidi wakemee hapo ili wawe wa watu wa wanaoamini amini. Akawakemea miabii, alafu hamuamini. Baada ya kuwakemea na kuweka sawa akawambia, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Haleluya! Injili inatakiwa kuhubiriwa kwa kila usiomea hai njili ni tamko la mtu mwenye mamlaka. Anasema enendeni ulimwenguni kote kwa ajili yake, mpaka afya yake ifanyeje? Ilejee. Jamani, Yesu apewe sifa. Uponyaji kwa njia ya nyepesi, tutaweka mikono, wala sio vitu vingine, tutaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata. Mimi nikutakie tu afya. Haleluya, amina. Ahadi ya Mungu kwetu Watu wenye imani wakiweka mikono na wagonjwa wanapata afya. Tuone njia nyingine ambayo Yesu alitumia, njia nyepesi sana za kuponya mgonjwa aliyezaliwa na hiyo tatizo. Lakini Yesu alitumia njia nyepesi tu. Amesema njia nyepesi, sio njia nzito. Yesu anasema kwamba mzigo wake ni mwepesi, njia yake ni laini tu. Sijitwike mzigo mzito, Yesu alishabeba. Kitabu cha Yohana sura ya tisa na ule msali wa kwanza, tuone Yesu alitumia njia gani hapa kuponya mtu mwenye shida kubwa kabisa. Njia, njia nyepesi. Injili ya Yohana sura ya tisa ule mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa kumi na mbili itasoma hapo haraka, tuone njia ambayo Yesu alitumia ilikuwa ni njia nyepesi. Hata alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuliza wakasema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Yesu alipokutana naye akajua huyu ni mtaji. Yesu alipokutana naye akasema huyu huyu ni mtaji yeah. Hu ni mtaji mkubwa sana. Yesu akajua kwamba huyu ni mtaji, yes, mtaji. Akauliza swali na watu akawaambia, hivi mbona huyu amezaliwa kipofu? Ni tatizo la kwake yeye, mwenyewe amefanya dhambi, wazazi wake mpaka zaliwe katika hali hii? Yesu akasema hapana, yeye hana dhambi hasa. Hebu mtu anaweza kufanya dhambi iko tumoni? Wape mtoto yuko umnaweza, anaweza kufanya dhambi? Akasema hakuna dhambi huyu, maana hali hii imempata akiwa wapi, tumoni. Wale wazazi wake hawajafanya dhambi, lakini amewekwa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah. Yeah. Haleluya kwa Mungu. Mara nyingine huwa anategeshea kitu fulani ili kukuinua zaidi, kukuvusha kwenye viwango fulani. Kuna mtu alisema haya maneno hapa, naweza kupita kwenye changamoto lakini lengo la Mungu akufanye, akupandishe kwenye viwango fulani. Alipomwangalia hivi alitema mate yake mwenyewe. Sikiliza, sio mazungumo, alitema mate mate ya Yesu alafu akayachanganya nani? na na udongo hivi. Wewe si umetokea kwenye udongo? Wewe umetokea wapi? Umetokea juu. Mwanadamu si umetokea chini hapa. Kwa nini jua kwamba square hapa, kwa nini jua kwamba ziko hapa, si useme amina? Halleluya, spea zake ziko humu, haziko mbali, si zikumpeleka ka akawekiwe macho ya kondoo? Siyo, hapana, spea ziko hapa hapa na mate Yesu Kristo ndiye anakusima. Tuseme amen. Akachanganya na udongo. Alipo katengeneza gorori nzuri. Yesu nampenda. Haleluya. Akatengeneza gorori nzuri. Alipo kampaka kwenye macho yake. Akamwambia nenda kanao. Huyu jamaa alikuwa na imani kweli. Akaenda tu kunao. Si alikuwa anaona naona kidogo hapo, mpaka alipapasa dabilika hilo. Alipo kaniona mwana ndii mimi Yesu ameniambia nikadao tu hakuna sababu nyingine. Haleluya. Akanao. Aliponao, akarudi, anafanyaje? Anaona. Ni mgonjwa tena? Ameni. Njia leo tutaweza ni ngumu sana. Sababu unaangaliana na tatizo wewe, wewe unakesha nalo usiku na mchana. Ah la nini? Njia nyepesi alitumia Yesu kutatua tatizo. Mpaka majirani wakamwangalia, wakashindwa kumfahamu. Suseme amina. Yesu akikutengeneza mpaka majani unashindwa kukufahamu tu. Akiibiwa, anapiga kelele. Anapiga kelele. Anapelekwa na kinyia, na ukinyia mapepo yametanda, hacha kuita mtu mwingine, muite Yesu, mwenye kurejesha usingizi wako mzuri, afya yako ikae nzuri. Yesu asifiwe, ameenye yeah. Madaktari wamekupa eh, hofu. Unajua, mara nyingine madaktari wanachigaa marofu, ugonjwa huu utapona. Hawa ni madaktari tu, lakini ipo njia nyepesi, ukitumia tu, unaona hali yako inarudi kama Asema, hivi ni huyu mama ambaye tuko tunamuona kweli siku zote au ni mwingine? Jamani Yesu apewe sifa. Ile jamaa nasema ni mimi bwana mimi ndio nimeponywa na, na, na Yesu Kristo. Yuko wapi mimi hata sijui ila ameniponya naona. Nafanya kazi zangu kwa uhakika. Tusome mtu mwingine aliyeponywa na Yesu kwa njia nyepesi, Marko sura ya tano. Tumwone hapa, kuna mwanamke mmoja ameelezwa alipokea uponyaji kwa njia nyepesi sana. Hakuhangaika kama unavyohangaika wewe. Baada ya kugombiwa, kuna uponyaji kwa Yesu kwa njia nyepesi. Alienda tu amenyeoka, lakini mara ya kwanza alihangaika mno. Eh, Biblia inasema kwamba na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi amegharibiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati, alipita katikati katika mkutano kwa nyuma, akapita katika akanigusa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 Apewe sifa. Ukiamini inawezekana, kwa kuwekea mkono tu mgonjwa huko umeshapona. Unamsalimia kwenye mapepo, tayari ameshatoroka na ni kutoka tu, kwa sababu uponyaji wetu ni kwa njia nyepesi. Nazungumza hapa, najua kuna watu wana mahitaji magumu sana, ambayo yameumiza kichwa kwa muda wa miaka. Ni Daudi Kristo, yeah. Na sio Yesu tu, pindo lake. Akapokea majibu yake. Nikupe imani hii. Nikupe njia hii ya pesa. Usiangane na tatizo kwa miaka ili tupate kumshukuru Mungu. Kuna kijana mmoja Leo ni mchungaji wa Islamu. Sikizi kwa makini hapa na malizia. Alijenga nyumba miaka ile ya themanini kitu 90 kitu hapo. Bwana Yeshua alipo kijenga nyumba miaka hiyo kijijini. Macho ya watu wengi yanakutazama. Si unajua? Alipojenga nyumba ya kuchoma, yule kijana anaitwa Alberto. Kila mtu akamtazama. Wakasema Amejenga nyumba lakini hata paya hataishi nyumba. Amejenga kwa gharama zao, alafu mtu anakwambia huta. Akajaribu kuingia ndani ya nyumba, mara ya kwanza alipoingia, kabla hajalala akasikia nyeo zinalia, za sauti za kila aina lenye besi nini? Kumbe ni wachawi wametukia wamesema hata kudhibiti uchumi wake, acha kudhibiti tu, asilale tukusasa. Sawa sawa, yule kijana mwezi mzima, yaani amekonda, amejenga jumba yake, alafu amefanya, amekonda kweli, maana akifikiria jioni itafanyaje, akifika tu mwendo ni ule. Mwezi mzima nyumba amejenga, na halali kwenye nyumba, anaenda kulala kwa sababu akaomba Mungu huko, akamwambia hivi, omba maombi ya siku ngapi? ndani ya maombi ya siku mbili nitakufundisha jambo ambalo nilisahau. Akatii kama mwaminifu, akaingia maombi ya siku mbili, kani kabisa, bila si kunywa chochote. Akamwomba Mungu, ndani ya maombi yale uwepo wa Mungu ukashuka sana ndani yake, sema amenendo shiba. Alafu Mungu akampa njia nyepesi.

Kwanza ama tuko sawa sawa, uji unawezekana kwa ajili yako. Mungu akusaidie na kutetea na kuutendea kazi. Alipoanza kuabudu sikiliza, kilichotokea alipoanza kuabudu tu hivi. Anasimulia sema kwamba mimi niliona nguvu tu inashuka, lakini sikujua kinachotendeka kule nje. Kumbe watu wameshajipanga, wamekula mboko za kutosha. Haleluya. Wamepigwa, wamepigwa, wameanguka kule kwenye matope. Jamaa kalala, asubuhi kukata hakuna hata kwe, tuko sasa. Akaamka asubuhi, sasa akaja bibi moja mzito <laughs> amejani nini kweli nini kabisa. Ana, anavuta mguu

uchukue hatua ya imani alafu, na yeye kupitia shida hiyo akupe nini? Ni wangu vingine, tokea siku ile Alberto akawa na nyumba yake ni la vingi. Kwa nini? alichukua hatua ya imani na akatumia njia nyepesi ya kumwimbia Mungu kabla hajalala. Bwana Yesu asifiwe. Amina, iniseme tena, Bwana Yesu asifiwe. wewe unalalaje? kwa